Tunataka tathmini ya mechi za mwisho ambazo amecheza Yanga pamoja na Simba, ndio kwenye ligi kuu, sio ligi kuu tu. Tuanze na nani sasa? Yote alianza kucheza, labda mwalimu anapendekeza nianze na Yanga. Mechi kwanza ilikuwa nzuri, kwa nzuri kwa sababu hata ukiangalia historia ya Yanga na Mbeya City kwenye uwanja wa Sokoine mara nyingi sana ni michezo ambayo inaonekana na ushindani sana. Watu wanaweza kuipa nafasi Yanga sababu ya wa ukubwa wake wa kwenye makaratasi lakini ndani ya pichi kwenye historia ya miaka mitatu Sokoine ni moja ya uwanja mgumu sana kwa Yanga. Okay. Ipo historia ya nyuma kabla ya mchezo wa juzi Yanga tulitoka nyuma kwa, kwa mabao matatu tukenda kusawazisha mabao matatu mpaka dakika 94 nafikiri tulipata bao la tatu, tatu kupitia Bernard Morrison. Umeona mazingira hayo, kwa hiyo ukiangalia yeah. Yanga hata ukiangalia pia Yanga anavyocheza sasa hivi toka msimu umeanza, anaambia sito anavyocheza kwenye mchezo ule, unaona ni marudio yale yale kama michezo mingine iliyopita tu kwenye kumbukumbu. Maana yake Yanga pale anahukumiwa na historia sana kuliko performance ya uwanjani. Anaweza kufanya kila kitu, lakini akashindwa kupata matokeo kwa sababu ya hiyo historia okay. kwa hiyo yuko nacho ni kitu kikubwa ambacho si watu wengi kwenye mpira wanaweza kufuatilia, lakini kitu ambacho kina kina, kina, kina make sense yeah. hata tukienda Ulaya tunakuta kuna msimu Barcelona alishamfunga Madrid mechi tano lakini alichukua anashindwa kumfunga Real Sociedad kwenye misimu minne mfululizo. Sasa so, ukiangalia uzana Sociedad wakati huo na FC Barcelona ambayo ina kana Lionel Messi, kina Andres Iniesta, yeah, sio yeah, kina Xavi na Ndez, moto kabisa ambayo Ferguson na Barack Harusi lakini unashindwa kumfunga Sociedad. Kwa hiyo ni yeah, mambo ambayo yanatokea kwenye viwanja mara nyingi kwenye historia ya timu kubwa na timu hizi ambazo zipo kwenye madaraja ya kati. Kwa hiyo sio matokeo ya kustua sana. Ni vile tu kwa sababu Simba na Yanga watu wanapenda kufanya matokeo anapata Simba pia apate yeah, sio, sio. Yanga ni kitu ambacho kwenye mpira sio sio uhalali wa kupitisha kwamba lazima iwe hivyo, kwamba leo kama Yanga kashinda Simba kesho ashinda hapana. Kwa hiyo kila timu unaweza, ukamchukua Yanga, kwenye inaweza kupata matokeo kulingana na aina ya mchezo uwanjani ambavyo, lakini kwenye pitch ilionekana ni mechi ya 50-50 ambayo hata ukiangalia kwenye aina nafasi zilizotengenezwa pia ndio asita tengeneza nafasi ambazo ziliana tu na Yanga kwenye mchezo, kwa hiyo hakukuwa na kitu surprise sana cha ndani ya uwanja kuliko yale ambayo alikuwa anazungumza nje kabla ya mechi. Mimi upande wangu nimeiona mechi kwa mazingira, kwa hiyo matokeo yalipatikana, yalistahili kwa mpira ambao ulikuwa unaonekana kwenye pichu kichezo, yeah. Na, na, na Simba Simba na na alicheza na, na, Namungo FC mechi ya Simba na na Namungo nafikiri kwanza motivation ya Simba ilikuja zaidi pale Yanga ya alipodondosha alama mbili. Unajua, hizi timu zimekuwa na kawaida, ama mmoja kupata matokeo yasiyo kwa mazuri, mwingine sasa anakuwa, eh, anakuwa, anakuwa na moto wa kuonyesha kwamba sasa wacha mi nikachukua ile nafasi ambayo ukashindwa kuichukua nini nikakae pale. Na hiki ni kitu ambacho kiliwasaidia Simba kupata motivation toka kiangalia michezo yao ya nyuma, ilikuwa tofauti na ule mchezo na Mungu, walijituma zaidi, speed iongezeka, sio kwa hiyo unaona mazingira hayo ni mazingira ambayo Simba alikuwa na uhitaji ule mchezo, baada ya Yanga kudondosha alama mbili, ulikuwa uhitaji uliongezeka zaidi kuliko kile ambacho walikuwa nakifikiria mara ya kwanza. Kwa hiyo ni sehemu ambayo walistahili kupata matokeo. Hata uzani wa Namungo na Simba kwenye mchezo kwenye pitch, kiuangalia unaona Simba dominant kwenye kila sehemu. Namungo inaonekana ni, ni timu ambayo kama imekuja kupunguza idadi ya magoli kwenye uchezaji. Sio timu ambayo ulikuwa unaiona ilikuwa inasaka kupata ushindi kwa Simba. Tayari kabla ya mchezo tu, yani bado mchezo tu kuanza, unaona wao walikubali kabla, Simba leo watatufunga, lakini twende tukapunguze tu idadi ya magoli ambayo ya kufungwa ya kwa hiyo unaona mchezo kwenye makuwa mchezo wa kishindani sana upande wa Simba, alikuwa ni mchezo ambao wao Simba litakiwa amue nini anafanya kwenye ni pitch na wanayazibu na Mungu kwenye kiwango gani. Kwa hiyo mchezo ulikuwa ni wa kawaida ambao Simba alichukua zaidi ya asilimia sabini na Mungu akachukua thelathini. Tuna tuna timu takriban 4 ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa nne, yeah. Eh, zote zimefanikiwa kwenda eh, na zote zimefanikiwa kwenda hatua inayofuata, si ndio? Mechi zote umeziona, nafikiri ndio. Unaona hizi timu zina uwezo wa kuqualify kwenda kwenye makundi zote kama zilivyo, au unaona kuna timu kabisa itabaki zingine zitaenda? Yani kwa kile ulichokiona wewe hapo, katika hizi timu zote tunaweza tukafanikiwa zote zikaenda kama sasa hivi tulivyofanikiwa kufuzu kwenda hatua nyingine, au kuna timu unaiona kabisa hii hii inabaki Ukiangalia ah, okay. Kwa for record kwanza kuna timu mbili ambazo nazipa nafasi kubwa. Nazipa nafasi kubwa kwa sababu hizi ninaamini hata zisipocheza mpira mzuri sana au hata zisipokuwa bora sana, wanaweza kutumia uzoefu wao kwa qualify nafasi hata inayofuata. Kwa sababu kama waliweza kufanya hivyo ndani ya misimu zaidi ya mitatu minne, wakawa wanakwenda pamoja kwenye makundi, maana ni timu ambazo sasa zimesha set standard ya kuwa wao makundi ndio sehemu yao ya kuendelea mbele. Na timu nyingi za ukanda hapa kwetu sasa hivi unazoona ni timu ambazo kwenye hizi timu mbili zinakuwa ni underdog sana. Yanga na Simba tayari wameshajitengea kisehemu chao tunasema cha ukubwa wao kwenye mashindano ya Afrika tofauti na hizo timu nyingine ambazo wanakutana nazo kwenye preliminary round na hizi round zinazofuata. Kwa hiyo kwenye Simba na Yanga sina wasiwasi sana, lakini kwa Azam na Singida nafikiri itategemea watachezaje kwenye michezo yao inayofuata kwa sababu hizi ni timu ambazo hazina historia kubwa kwenye mashindano ya Afrika. Na sio washindani wa, wa kwenda kwenye toa makundi kila mara. Ni timu ambazo kama Singida ni mgeni, Azam ameshatoa sana kwenda sehemu. Historia hatuwezi kuiacha kwa sababu ni, na ni kitu ambacho inahifadhiwa kwenye makaratasi. Kwa hiyo tutakuwa approve msimu huu kufanya kitu ambacho hakufanya misimu mitatu iliyopita ili atuzungumzie kwenye madaraja ambayo wenzake tunazungumza. Kwa hiyo kwa Simba na Azam sina wasiwasi sana, lakini Singida, na kwa Simba na Yanga sina wasiwasi. Lakini kwa Azam na Singida tunahitaji tujipe muda kidogo. Kuchambua Azam na Singida kwamba itakwenda tu kidogo. Inahitaji kusubiri kidogo ifanyike. Tuone ndakwenda kufanya nini, kwa sababu haja hii kutuonesha kwa kitu akifanya. Kwa hiyo na sisi hatuwezi kuwazungumza kwenye kubwa, ingawa maombi yetu ni timu zote zifuzu pamoja na ile ya Zanzibar ziende tabika ziende kwa sababu zi, Zanzibar haiwezi kwenda, lazima kati ya mmoja kati ya Zanzibar au Azam mmoja atoke mmoja aende, sio kwa hiyo tunategemea Mungu atujalie twende na timu nne, kwa sababu kama tumeweza nafaa, kupata nafasi sasa mpaka kukutana wenyewe, hii ni dalili nzuri sana kwenye nchi yetu kwamba tunaweza sasa kukutana wenyewe kwenye mashindano ya Afrika. Ukirudi miaka kumi nyuma vitu hivi havionekani hivi. Unaweza kukuta timu ya ndege inacheza na Simba au inacheza na Yanga au na Azam kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo kupata nafasi ya timu za Tanzania sasa kwa zinakutana zenyewe kama vile tunavyoona Misri, kama vile tunavyoona Morocco na Algeria na nchi nyingine kama Kongo, ni kitu kile tutafurahia na tunaomba dua timu zetu nne zote ziende kwa kufaya tu makundi ili tushuhudie michezo mingi Afrika kwenye nchi yetu. Itakuwa ni biashara kwa sababu kadi zile mechi za wachezaji hapa kuna biashara nyingi zinafanyika. Kuna watu wanauza chakula, kuna watu na mahoteli, kwa hiyo itakuwa ni faida kwetu. Azam, yeah. Ndiyo, Azam imepewa ime, ime nafasi ni kwa, yeah, kwa sababu ya ujio wa kocha Ibenge. Ndio. Kocha ambaye ana rekodi ya kuchukua bingwa shirikisho shirikisho, unafikiri kuwepo kwa Ibenge pale na, na matarajio ya timu na mashabiki kwamba Ibenge inaweza In, kawa sababu ya Azam kusogea tumeshuhudia za... matokeo yake. Ndio. Benge mwenyewe hakuamini hata alichokiona bwana. Kwanza, uki uki ukizungumzia Ibenge au ukizungumzia soka la ukanda wetu, linahitaji sana walimu wenye mbinu kuliko wachezaji kuliko viwango vya wachezaji, kulingana na tunaoshindana nao. Yaani, huwezi kupata leo moja mmoja kwenye ubora kati ya Yanga na Mamelodi Sundowns. Unawezaje kwenda kushindana na Mamelodi? Unahitaji benchi la ufundi lenye mbinu la kuweza kwenda kujua madhaifa yako wapi na ubora wao uko wapi, kwenda kuadhibiti ndani ya uwanja kwenye dakika 90 tu, sio yeah. Sehemu nyingine. Kwa hiyo kupata benchi la mtu kama Ibenge inaweza ikawa ni sababu ya kufanya timu yako sasa iwe na uwezo wa kushindana zaidi kimbinu. Wachezaji ni sehemu moja, Yesu anahitajika sana, lakini binu zinahitajika zaidi kwenye ukanda wetu, kwa sababu leo huwezi kuniambia eti kama Yanga na Simba au na Azam wana uwezo wa kusajili wachezaji wenye uwezo kama RS Berkane, wenye uwezo kama Al Ahly au Pyramid, hiyo hiyo kitu hatuwezi kuitegemea. Tunategemea ushindani wetu uje zaidi kwenye mbinu. Nikutolea mfano kidogo, kujua nafasi ya benchi la ufundi inafanyaje kazi. Ukirudi nyuma kwenye timu yangu Young Africans, tulicheza na Mamelodi. Msimu ambao Mamelodi alikuwa na maplea wengi sana wazuri na bora. Afu Yanga tukaenda kucheza na Mamelodi mchezo wa pili ambao kipa wetu wa tatu alikuwa hapo kwa sababu Tola yao majeruhi. Kwenye katikati Khalid Aucho majeruhi, lakini kwenye eneo la ushambuliaji namkosa Pako Mezuzua ambaye anaonekana kwenye mechi za makundi ndio mchezaji bora zaidi kuliko mchezaji mwingine wote wa Yanga kwenye performance Ukija hapa na Ali alifanya vizuri, ukienda kule na Jamal, lakini ukija kwa Sara Boldadi anapigwa kamba nne. Hizo mechi zote ukiangalia Pacome unaona ni mchezaji ambaye alikuwa ndio kiongozi wa dala ya shambuliaji. Tunawakosa hao, lakini tazama mbinu za, za Miguel Gamondi zinakwenda kufanya nini ndani ya uwanja. Watu walisahau kama Pacome hayupo. Watu walisahau kama Aucho hayupo. Walisahau kama Kwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbinu za Miguel Gamondi zinaenda kuifanya Mamelodi isionyeshe yale makali yake ambayo mara nyingi huwa tunayaona. Hizi ni mbinu za mwalimu ndio zinapotea. Kwa hiyo Ibenge anao nafasi ya kutumia mbinu zake. Na ni kitu ambacho tunaamini kina msaada mkubwa sana kwenye revo na timu zetu za Afrika Mashariki, hasa kwa Tanzania, kwenye mabenchi ya ufundi. Aenda akafanya kitu ambacho <coughs> mabenchi mengine hayako. Kwa sababu Azam ashakuwa na mwalimu bora. Ukiacha bingo sababu kinaambia Yusuf Dabo hakuwa mwalimu bora Azam, nitashangaa kidogo. Dabo unamwona ni mwalimu ambaye alitengeneza timu ikenda kushindana ndani ya Simba na Yanga kwa nasema kushika top 2 kwenye ligi. Kiufundi ulishangaza Azam kwa nini anamwacha Yusuf Dabo? Kwa sababu mwalimu wote ninaamini ana, anaachwa kama hajafanya vizuri kwenye timu. Mimi siamini leo kama Azam, kuna Simba, kuna Yanga watampa kazi mwalimu amwambie lazima wachukue ubingwa, hiyo itakuwa ni kumkomoa. Kwa hiyo nafasi ya Benge, tunarudi pale, nafasi ya Benge ni swali lako. Nafasi ya Benge ni kubwa sana kwenye, kwenye kuibadilisha Azam, kwa sababu yeye anajua kwanza mbinu za nje ya uwanja za soka la Afrika, anaweza kuwasaidia kwenye njia hizo, lakini pia ndani ya uwanja ni mwalimu ambaye ameshatengeneza mifumo kwenye timu za kawaida na kwenda kushindana na timu bora ambazo <coughs> zimemzidi zimemzidi ubora wa wachezaji, kwa mfano sio alama ndogo kwenye mashindano ya kabingwa Afrika. Timu nyingi za ukanda wetu zikipata alama kumi inakuwa ni sababu ya kwenda robo, lakini kwa bahati mbaya kulingana na pointi ambazo walipata wenzake kama nakumbuka alikuwa alishindwa kuingia robo kwa ajili ya magoli yeye na Al-Ahli. Sasa ukiangalia uzani huo wa kushindana kwenye, kwenye kundi ambalo na Mamelodi na na Al-Ahli alafu wewe unapenetrate katikati, kuna kupata alama 10 sio kitu kidogo. Ukizichukua timu za ukanda kwetu, tukapaka hiyo, kazi ni ngumu sana kwenda kuifanya kwa hiyo, Benge ana uwezo wa kutengeneza timu strong kutumia wachezaji wa kawaida na ameshafanya na AS Vita Club pamoja na Ali Mdumano. Kwa hiyo tunategemea Azam aendelee na mwendelezo wake ule ule. Hii ni timu ya Tanzania tukishafanya vizuri oh. Maanake timu zetu zinazofanya vizuri zinaongezeka na ni kitu kizuri kwetu, bwana. Hizo ni fact, au sio bwana? Sasa hizo ni fact. Kuna huyu mmoja ametoa hapa, nataka nimsaidie kidogo. Unajua tuna proof vipi kama Azam anaonea kwenye ligi? Azam anaonyesha wapi ambako huko watu waonewi kwenye ligi anaonewa. Hilo ni swali ambalo hata TFF wanaweza kulirejesha kwako. Azam, leo ungekuwa anafika nusu fainali ya Champions League tungeweza kuanza kujadili maswali ya au confederation tungekuwa tunaweza kujaji maswali kwa nini Azam afanye vizuri Tanzania. Lakini tunamzungumzia Azam ambaye anakuja kutura chamanzi na timu kutoka Sudan ya Kusini. Kama hoja hapa zinabeba Simba na Yanga, mbona timu Sudan ya Kusini inashindwa kuifunga? Lakini hawa ambao mnasema wanabebwa ndio hawa ambao juzi Simba kaenda kufika robo fi, fi, fi, final ya ya confederation. Misimu, yeah, mitatu nyuma Yanga amecheza final ya confederation. Yeah. Yanga ambayo leo inatolewa kwenye hatua kushinda kufika robo, wanachama na mashabiki wote wa Yanga wanasononeka. Tume neno. Kwa hiyo, yeah, Simba na Yanga wametengeneza mazingira ya level ya ushindani sasa hivi, tofauti na wakati. Uwekezaji wao pia umekuwa mkubwa zaidi. Mimi na bahati kidogo, labda nimsaidie mzungumzaji, na bahati ya kuwa karibu na viongozi wa Azam wakubwa kabisa. Kwa mfano, namzungumza mtu kama Abdul Karim Popati, msaidizi wangu sana Nyakati ambazo Simba anaitaka roba Champions League. Yanga anaitaka roba Champions League. Kwa hiyo, hata uwekezaji wao na usajili na nini unaakisi kile anachokitaka. Sasa Azam anakutana na ushindani mkubwa kwa timu ambazo zimeboreshwa kwenda kugombania mashindano ya anatakiwa yeye apite katikati, na ndio maana nilikwambia msimu ambao Azam alifika hatua ya pili akamshusha Simba, ulikuwa ni msimu mfanikio sana kwa Azam, kwa sababu anashindana na timu ambazo leo Simba anazungumza kwa Mohamed Deuji, Yanga anazungumza kwa Karim Said Mohamed, wakati huo Azam anakuja kupenya hapa, anakuwa bingwa. Ilikuwa Yanga na Manje, Simba anatumia wale watoto kina singano. Simba ilikuwa haina watu, Simba ilikuwa na struggle kina huko, tayari ushaondoka, kina manolo huko, ndio anamaliza malizi, yani sio Simba tena ile ambayo ilikuwa strong kama vipi. Azam ana kazi ngumu ya kuja kupenya sehemu ambako kuna mizigo ya fedha sasa hivi. Simba na Yanga wanaandaa timu. Achana na mambo kuchekana yenyewe kwa yenyewe. Uzani wa Simba na Yanga sasa hivi ni mkubwa kuliko Azam kwenye ushindani. Tuzungumze tu kweli. Yaani tumchukue leo Azam Ah, so utamchukua hata James akamiko, Feisal Salum ambaye anaonekana anafanya vizuri. Fofana golikipa unaweza kumtoa Diallo goli ni kumweka Fofana leo leo. Nitajie mshambuliaji wa Azam ambaye anaweza kumtoa Mkwana tu kwenye leo wa Mkwana tu pale Simba. Mshambuliaji wa Azam anamaliza na goli sita, Mkwana anamaliza na goli kumi na nne na zile goli kumi na nne Mkwana anamfungia TFF. Simba anamwacha Lone anateba na mabao kumi. Yale mabao kumi ya Teba alifungua na TFF au anakalia alifunga kwenye mguu wake, si ndio? Kwa sababu Benji, utamchukua akamiko leo mshambuliaji ambaye Azam ashamfunga Yanga mechi mbili kama angekopo, hizi timu zinapewa favor na TFF ili Azam akandamizwe. Bora Azam anafunga Yanga Simba na mechi sita anafungwa na Yanga, kumbe Azam akicheza vizuri anapata matokeo. Huyu sio tu kwa na Mungu ambaye anafungwa Azam, hata kwa Yanga na Simba anaweza kupata matokeo kama anakuwa bora. Kwa hiyo yeah. Azam atengeneze timu na nikuhakikishie brother msimu huu yeah. Azam walio sajili wachezaji ni viongozi wa Azam pamoja na Fulai Benge, lakini misimu mingine yote naona Azam na sajili yote unaona, wazamu na sajidi Yusufu Balesa anatoa pesa kwa kutumia mawakala ambao sio professional kwenye wachezaji. Alikuwa anafanya maamuzi, anaweka CEO nyuma, anamweka zakazakazi nyuma, anaweka walimu nyuma, anafanya yeye kama tajiri. Yale alikuwa na makosa makubwa sana Azam alitia wachezaji wa kutoka wale ambao wametoka wapi, wale sio Brazili, Kolombia, wale <immen mesela> wa Kolombia wote. Moja mtu nilikuwa wa kwanza kumpiga simu Opa, nikawambia hawa yeah, Kolombia huwa mnawatoa wapi? <laughs> kwa nini leo anakuja mkolombia anashindwa uwezo na nasikagoma yeah? <laughs> ni maswali magumu, lakini baada ya kupata uhalisia kupata, kupata, kupata wa azamu inavyoendeshwa msimu huu, sasa ni msimu ambao <laughs> nayo haki ya kuwauliza viongozi wa Azam kwa nini timu haifanyi vizuri. Hata ukiangalia msimu uangalie Azam mechi ya kwanza tumenyongwa na JKT. Watu wameamka tayari. Azam anaandika barua TFF. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu Azam msimu wako serious wamewekeza kwa kweli. Tofauti na msimu mwingine ambao alikuwa tajiri tu anatoa hela, anatoa tu hela. Na ndio maana leo nakuta Azam yule yule Faisal kama timu isingekabidhiwa kwa wale viongozi na u, na Ibenge usajiriri asingebakia, angekuwa ashaondoka yeah. Ndo Azamu hiyo ambayo ilikuwa huko nyuma. Msimu huu Azamu wako tofauti kidogo, hata ukiangalia unaona kuna wachezaji wengi ambao hata wale ambao walikuwa wameanza kupungua uwezo kwenye ubora wake ya zaidi ambayo ulimwona tayari. Kwa hiyo Ibenga alivyokuja baada ya kusajili wachezaji, lakini kazi kubwa aliyofanya ni kuambia wachezaji walikopo Azam kwamba nyinyi mnaweza, fanyeni kazi, isiwe kama wale wachezaji. kama Faidi Musa anauliza kwa nini ucheza, anasema chama mwenye acheze Mwelewa, kwa sababu wewe mzaa, anakwambia je, chama mwenye acheze. Nataka mimi hawa wachezaji ambao washaji katika tamaa. You are watching. Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.